Fanyeni kazi acheni lawama. Fanyeni kazi acheni lawama. Fanyeni kazi. Kila mtu ashinde mechi zake. Fanyeni kazi acheni lawama. Kila uongozi mnalalamika, kila awamu mnalalamika. Ni tafakari, tatizo ni uongozi ni wewe. Kila awamu mna complain, kila watu wenu wanawashauri ujinga. Kwenye kila awamu walilalamika, tuwape nchi waongozi wao. Kauli fupi Fanya kazi. Yaani mwisho siku usio tufanya kazi juu. Hakuna mtu wa pera za bure hapa. Hisi pera za bure, maliwa pera za bure, yuko pera za bure, dimbo za pera za bure. Fanya kazi. Mwisho siku si ni kufanya kazi. Na seva ya kazi na asifa Asifa na si kufanya kazi asile. <laughs> Fanyeni kazi, acheni malalamiko. Sipokuwa m... na kazi, mnaike mtu mbaya. Utamlaike. Naamini wadogo zangu wanakosea wanateleza. Tukiri kabisa, kuna wakati wana maneno ya kukera kidogo, na kuna wakati wanapitiliza. Naamini e, kibinadamu, na ni vizuri kukiri. Mimi kama kaka, kama mshikadau wa sanaa, nawaombea radhi kwa niaba yao, ili kiwanda kiendelee kusonga mbele. Adhabu tutakayotoa ina madhara mengi makubwa, ndio maana natoka mbele yenu kuomba radhi kwa yale maneno kadhaa ambayo yalitoka ambayo yaliwakera. Tuheshimu mziki, ubaki kuwa mziki, tuweke itikadi zetu pembeni, tuhakikishe mziki unasimama kama mziki, tuhakikishe wasanii wetu wanafanya kazi kama wasanii, wawe free, wawe huru, wachague chama chao, tusiwapangie wakiwa kazini, tusiwapangie kazi gani wafanye. Kwa hapa na, na, nikiangalia kwa kina, nahisi kama tumewaadhibu kwa sababu wamesimama kwenye majukwaa ya chama. Guys, mimi nilikuwa ni mmoja kati ya watu ambao nimeshirikiana nao wasanii kwenye hizo shughuli za kichama. Boda boda wengi mlikuwa mnakusanya watu kuja kwenye hiyo mikutano, vipi na nyinyi, tuwafungie? Mlikuwa mnachukua watu, mnapewa kwenye hivyo viwanja. Tunajua kuna vyombo vya usafiri vya anga vimebeba watu pamoja na wasanii waende kwenye hiyo mikutano, vipi na nyinyi, tuwafungie? Wako mama ntilie walitutengeza vyakula huko mikoani, na wenyewe tuwafungie? Kwa kifupi naona kabisa kuna, kuna dhamira nyingine ambayo hatuioni ya kutaka kuua mziki wa Tanzania bila sababu yoyote. Kama ni ishu ya chama, hii ni chama, wamelipwa wamefanya kazi kama watu wengine wote, tumalize, tuendelee shughuli zetu. Na kwa kifupi, huu sio mwaka wa kwanza wasanii kushiriki kwenye shughuli za chama. Mtashangaa kwa nini mwaka huu imekuwa ni, ni kesi mpaka mnawaadhibu, na haitokuwa mwisho kwa sababu tukubaliane kabisa kwamba siasa ndo maisha yetu. Master Jay, Master Jay nafikiri one of your job ambao umefanya kwenye huu mziki ni kuhakikisha umeusafisha kutoa katika uhuni na kuleta kuwa mziki ambao ni biashara. Master Jay uskai kimya, P-funk. Natamani hata na marehemu Ruge angekuwepo angeongea kitu, najua mngeelewa zaidi kwa sababu yako mengi yaiyafanya ya waziwazi wazi kabisa, na naamini kokote huko aliko, akiona hizi movement za kutaka kuua kiwanda cha mziki naisi, atakuwa anasikitika sana, kwa sababu Ruge aliplay maisha yake yote kuhakikisha mziki wa Tanzania unakuwa, na iko muda alishaye kunitafuta akanambia, siridhishwi na navyoona mziki wa nje unachukua nafasi kubwa Tanzania. kipindi hicho mziki ambao ulikuwa unachukua nafasi kubwa sana ni Nigeria. Tupambane tutakavyoweza, mziki wetu ndo uchukue nafasi kubwa ya Tanzania. Na kweli nguvu zilifanyika e, e, matamasha zikaanzishwa. Search, asante sana Madam Rita, tunajua ifouti yako kubwa sana. Naamini kwenye hili pia nawe unaumia e, na tuli, tuliweka njia za kwanza kuwasaidia wasanii studio kwa gharama zetu, wengine walikuwa wana uwezo ili kutanua playlist ya mziki wa Tanzania tukafanikiwa. Kuna muda tukaweza kuwaondoa ma, mataifa mengine Kenya ikaja ikachukua nafasi. Kuna time Kenya should take over hapa, tukapambana. Sasa hivi tunaviongea wakati tunapambana kuua muziki wetu, sisi ndo tuna lead East Africa. Sisi tunaongoza kwa show, sisi tunaongoza kwa numbers, ndio tunaongoza kwa wasanii ambao wanawika East Africa na Afrika, baadhi ya, baadhi ya miji au nchi za Kiafrika. Sasa <coughs> wakati wenzetu wanatafuta jinsi ya kukuza vipaji vyao na kukuza mziki wao, sisi tunatafuta jinsi ya kuua vipaji.